Penzi la nyota wa Da Yanga African Stefano Aziz K limeendelea kuwa la moto ambapo Aziz K ameendelea kuwa midomoni mwa watu kufuatia penzi lake na mke wake Hamisa Mobeto kuendelea eh, kuwa pamoja mpaka leo hii. Baadhi ya watu waliwatabilia mengi kwamba hawatachukua muda katika ndoa yao, lakini hali hiyo imekuwa ya tofauti. Picha zao za hivi karibuni zikionyesha namna wanavyopendezana huku wakirabata viwanja mbalimbali zimezidi kuwavuruga watabiri wasiopenda maendeleo ya watu kutoka huko Instagram na mitandao mengine nchini Tanzania wamebaki midomo wazi kwa kile ambacho kimeendelea eh, kutrendi kutoka kwa uh, mwanamtindo Hamisa Mobeto, lakini pia mchezaji eh, mwenye uwezo mkubwa wa kupachika na kutengeneza magori kutoka kikosi cha da Yanga Africa, nikimzungumzia Aziz K. Na wengine pia walienda mbali, huku wakisema kwamba kiwango chake kimeshuka, lakini pia tumeona hivi karibuni magori ambayo yamepachikwa na wachezaji wa Yanga wa kama kina Clement Mzize, assist nyingi zimetoka kwake Azizi Ki. Lakini pia yeye mwenyewe amekuwa ni miongoni mwa mchezaji ambaye amekuwa akipachika mabao tofauti na msimu uliopita, ambapo alikuwa kinara wa upachikaji wa mabao katika ligi kuu ya Tanzania Bara. Kwa hiyo wapo ambao wanasema e, uwezo wake umeshuka, lakini tumeona namna ambavyo ana perform vizuri, kwa wale ambao tumekuwa tukitizama mechi za hivi karibuni.